ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako

ni uhuru wako unatazama Ndoto TV. Karibu sana, karibu sana. Mungu wetu kubariki katika kipindi kingine cha kutafsiri ndoto, popote ulipo cha kutafsiri ndoto, kama kuna ndoto ungetaka kusaidiwa, basi na unapoingia kumbuka, kuweza kulike, unaweza uka like kipindi, unaweza uka... ukasubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Anasema niliota mme wangu ako uchi na tunavuna mahindi. Na mama, unapomwona mtu ako uchi, mambo mawili. Jambo la kwanza huwa inaashiria uh, okay, inaashiria roho ya usherati, ama pia ina inaashiria hana ulinzi wa kiroho. Na sehemu nyingine ni kwamba kuna mambo anayafanya anayaficha, lakini yatakuja kumletea aibu ni masuala fulani ya kimaendeleo, labda kuna vitu anavifanya kwa siri, itakuja kuwaletea itakuja kumletea aibu. Tena unapoona mnavuna, unapoona kuna kuvuna, inaashiria mafanikio. Kuvuna ni ishara ya baraka. Sasa kama mko shambani mnavuna mahindi maindi, naye ako uchi, basi angalia isije ikatokea wakati ambapo kuna baraka kuna hela akawa anafanya mambo fulani ambayo itakuwa ni aibu sawasawa, kwa sawa. Hiyo sio nzuri, ni kukufichulia kwamba kuna vitu anavifanya vitakuja kuleta aibu.

Arith Paul nasema, mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisaidie mtumishi, kwani nimeota ndoto, mkono wangu wa kushoto kwenye kiganja katikati kuna kidonda, dada yangu ananisaidia uh, kuufunga. Mtumishi, hii nini maana yake? Mambo mawili, ya kwanza, utakuja kuumia na kule kuumia inawezekana katika eneo la uchumi wako, na ukawa unatafuta usaidizi kwa dadako. Kuna kipindi kigumu yaja ya unaweza kuja kupitia shida nzito sana ya kiuchumi, lakini dadako akaja akakusaidia. Ya pili, inawezekana kuna mtu wa karibu nawe kabisa, mtu wa karibu atakuja kuumiza moyo wako na bado dadako huyu akaja kuwa uh, wa kukufariji sawa. So, sawasawa. So, unasema shalom, tumishi, nimeota babangu akinipea kinipa debe la mahindi. Ghafla alitokea dadangu na kuzuia. Dadako ni, ni kwa ndoto hii, anaweza kawa ni pingamizi ama ki, atakuja kuwa kikwazo kwa mafanikio yako, atakuja kuwa adui wa mafanikio ya ya kwa nini ya zuili, kuonesha kwamba hakutakii mema.

Huenda ungependa ungependa hizo nyimbo za maabudu sawa sawa. Basi unaweza kuna hiyo link nimeweka hapo chini, unaweza bonyeza tu, alafu uka, uka, ukaweza kufanya nini? Kutazama kusikiza hizi nyimbo na utabarikiwa. Amen, sio nyimbo zangu. Amen. Link iko hapo, unaweza ukabonyeza ili tuwasupport hao wapendwa. Wanafanya kazi nzuri, wana inspire wanawisha nafsi za wengi kupitia kipindi cha maabudu. Kwa hiyo unaweza ukasubscribe kwa channel yao. Link ndio hiyo, nimekuwekea hapo, nimekuwekea link hapo chini, unaweza Shalom, baba, niliota na baba yangu wa kiroho ambapo tuko tuko kwa mfungo, nikamwona yuko juu mawinguni, kisha pakatokea kitu kama uh, lile agano liko na maandishi ya dhahabu, yaani yanapendeza, nikamwambia atafsiri well kumwona Ame ako juu, kitu cha kwanza unaonyeshwa kwamba anaishi maisha mazuri yanayomfurahisha Mungu. Unaambiwa ujifunze naye, fuata mienendo yake, muige sawa sawa. Alafu ya pili ama ya mwisho unahitaji pia kuomba maana, maybe unazungumziwa muda wake kwenda nyumbani umekaribia. Unafunuliwa muda wake wa kwenda nyumbani umekaribia. Shalom. Uh, ndugu Kisinda mtumishi pia na ndoto ina- inapenda kujurudia. Kuna mdada ni, ni mtumishi wa kanisa letu huwa namuota mara kwa mara tukiwa wote kwa kanisa. Sijui ina maana gani, mkifanya nini kanisani? Alafu ndoto ambaye inayojirudia sana huo, ama inajirudia, una, kuna kitu Mungu anataka ukielewe na uzingatie. Sasa kama ni mtumishi na anaishi anaishi maisha mazuri, Mungu anataka mkashirikiane, mkafanye kazi ya Mungu kwa hiyo inategemea mlikuwa mnaona mko kanisani mkifanya nini nini, mlikuwa mna, mlikuwa mnaomba mlikuwa mnaimizana nini, mlikuwa mnafanya. Hiyo ndio kitu cha maana. Sasa kama anaishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu hata wewe unatamani yale maisha ya kumcha Mungu, basi unaambiwa kwamba ujifunze naye. Basi, kama mko sawa leo, Mungu awabariki sana, tukutane kipindi kingine ki cha kutafsiri ndoto. Amani ya Yesu ikawe nanyi, ukuu wake ukawatoshi, kwa jina la Yesu. Baba, wabariki wanao, asante kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kutafsiri ndoto za hawa. Naomba utawabariki, hakuna mabaya atakayowapata. Naomba kwamba utawainua na kuwatendea mema kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amina. Basi mungu wetu awabariki sana, acha tukutane kipindi kingine. Kumbuka kuelewa maana ya ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako, maana ndoto sio mashambulizi, ila ni mafunuo ya matukio katika ulimwengu wa kiroho. Hadi kipindi kijacho. Mchungaji wako Peter Shamanjeia. Shalom.